Mlango wa kumi na tatu. Natazama akatoka mtu wa Mungu katika Yuda kwa neno la Bwana akafika Betheli, na Yeroboamu alikuwa akisimama penye madhabahu afukize uvumba. Basi mtu huyo akapiga kelele juu ya madhabahu kwa neno la Bwana, akasema, ee madhabahu, madhabahu, Bwana asema hivi, angalia, mtoto atazaliwa katika nyumba ya Daudi, jina lake Yosia, na juu yako atawachinja makuhani wa mahali pa juu wanaofukiza uvumba juu yako, na mifupa ya watu itateketezwa juu yako. Akatoa ishara siku ile ile, akasema, hii ndiyo ishara aliyoinena Bwana, tazama, madhabahu itapasuka na majivu yaliyo juu yake yatamwagika. Ikawa mfalme Yeroboamu alipoyasikia maneno ya yule mtu wa Mungu alipopiga kelele juu ya madhabahu huko Betheli alinyosha mkono wake pale madhabahuni akasema, Mkamateni! Basi ule mkono wake aliyounyosha ukakatika, wala hakuweza kuurudisha kwake tena. Madhabahu ikapasuka, majivu ya madhabahuni akamwagika sawasawa na ishara aliyoitoa mtu wa Mungu kwa neno la Bwana. Mfalme akajibu akamwambia yule mtu wa Mungu, umsihi sasa Bwana Mungu wako ukaniombee ili nirudishiwe mkono wangu tena. Yule mtu wa Mungu akamwomba Bwana, mkono wa mfalme ukarudishwa tena ukawa kama ulivyokuwa kwanza. Mfalme akamwambia mtu wa Mungu, karibu nyumbani kwangu ujiburudishe, nami nitakupa thawabu. Mtu wa Mungu akamwambia mfalme, ujaponipa nusu ya nyumba yako, sitaingia pamoja nawe, wala sitakula chakula wala sitakunywa maji mahali hapa, maana ndivyo nilivyoagizwa kwa neno la Bwana kusema, usile chakula chochote wala usinywe maji wala usirudi kwa njia ile uliyoijia. Basi akaenda zake kwa njia nyingine, wala hakurudi kwa njia ile aliyoijia Betheli. Basi nabii mmoja mzee alikuwa akikaa katika Betheli, na wanawe wakamwendea wakamwambia kila neno alilolitenda yule mtu wa Mungu siku ile katika Betheli, na maneno aliyomwambia mfalme, hayo nayo walimwambia baba yao. Baba yao akawaambia, amekwenda zake kwa njia ipi? kwa maana wanawe walikuwa wameiona njia ile aliyoendea yule mtu wa Mungu aliyetoka katika Yuda. Akawaambia wanawe, Nitandikieni punda. Wakamtandikia punda, naye akapanda akamfuata mtu wa Mungu, akamkuta ameketi chini ya mwaloni. Akamwambia, Je, wewe ndiwe yule mtu wa Mungu aliyetoka katika Yuda? Akamwambia, mimi ndiye. Akamwambia, karibu kwangu nyumbani ule chakula. Naye akamwambia, siwezi kurudi pamoja naye, wala kuingia pamoja nawe, wala sili chakula wala sinywi maji pamoja nawe hapa, kwani nimeambiwa kwa neno la Bwana, usile chakula wala usinywe maji huko, wala usirudi kwa njia ile uliyoijia. Akamwambia, mimi nami ni nabii kama wewe, na malaika akaniambia kwa neno la Bwana kusema, mrudishe pamoja nawe nyumbani kwako ale chakula akanywe maji. Lakini alisema uongo. Basi mtu yule akarudi pamoja naye, akala chakula, akanywa maji nyumbani mwake. Hata ikawa walipokuwa wameketi mezani, neno la Bwana likamjia nabii yule aliyemrudisha; akamlilia yule mtu wa Mungu aliyetoka katika Yuda akinena, Bwana asema hivi, kwa sababu umeiasi kauli ya Bwana wala hukuishika amri ile aliyokuamuru Bwana Mungu wako bali umerudi ukala chakula ukanywa maji hapo alipokwambia usile chakula wala usinywe maji, maiti yako haitaliingia kaburi la baba zako. Basi ikawa alipokwisha kula chakula na kunywa maji, yule nabii aliyemrudisha akamtandikia punda. Na alipokuwa amekwenda zake, simba alimkuta njiani akamua. Maiti yake ikatupwa njiani, na yule punda akasimama karibu naye na yule simba naye akasimama karibu na maiti. Na tazama, watu wakapita wakauona mzoga umetupwa njiani, na yule simba akisimama karibu na mzoga, wakaenda wakatoa habari katika mji ule alimokaa yule nabii mzee. Na yule nabii aliyemrudisha njiani alipopata habari akasema, ndiye yule mtu wa Mungu aliyeyasi kauli ya Bwana, kwa hiyo Bwana amempambanisha na simba simba kamrarua akamua sawa sawa na neno la Bwana alilomwambia. Akawaambia wanawe akasema, nitandikieni punda. Wakamtandikia. Akaenda akamwona yule maiti ametupwa njiani na punda na simba wamesimama karibu na maiti, yule simba alikuwa hakumla maiti wala hakumrarua punda. Nabii yule akamtwaa maiti wa yule mtu wa Mungu akamweka juu ya punda wake akamrudisha yule nabii mzee akaenda mjini kwake kukaa matanga na kumzika. Akamweka maiti katika kaburi lake mwenyewe, wakamlilia wakisema, ah, ndugu yangu! Hata ikawa alipokwisha kumzika, akawaambia wanawe akasema, nikifa mimi nizikeni katika kaburi hili alimozikwa yule mtu wa Mungu, iwekeni mifupa yangu kando ya mifupa yake, kwa maana neno hilo alilolijia juu ya madhabahu katika Betheli kwa neno la Bwana na juu ya nyumba zote za mahali pa juu zilizo katika miji ya Samaria hakika litatimizwa. Baada ya hayo, Yeroboamu hakuiacha njia yake mbovu, lakini akafanya tena makuhani wa mahali pa juu wa watu wowote; wa kila aliyetaka akamfanya wakfu, ili wawepo makuhani wa mahali pa juu. Jambo hili likawa dhambi kwa nyumba ya Yeroboamu hata kuiharibu na kuifuta usoni pa nchi.